Okay. Hapa kuna mti ama maua inaitwa periwinkle. Mara mingi tunaipata katika uh, uh, veranda watu wa Kenya wengi wa wanazipanda na wengi udhania ni maua kumbe ni dawa ambayo huwa inatumika kwa ajili ya asthma. Ya, ina harufu ina, ina yake ni harufu smart sana maua i mean ni, ni, ni dawa ambayo inatumika kwa uponyaji wa ashma. Kwa hivyo karibia uh, jinsi ya kuitengeneza ni kuchukua majani na kuyaanika. Unapoyaanika kama kwa room temperature ambayo ya, ya, ya, ya si kwa jua hmm. Kitu ya anika ya kauka alafu na unasiaga, unasiaga kwa kwa, unaweza tumia kwa kama kwa kwa, kwa, kwa, kwa kwa tea kama tea leaves hivyo, ni majani ambayo yanatumika kwa kwa una katika. Pia hapa naona kuna hii shamba naona kuna St George's huko. Ni, ni, ni shamba mtu anaweza fikiri ni, ni kawaida lakini si kawaida. Ni shamba maarufu sana. Yeah. Ni St. George's.